Kitabu cha Danieli, sura saba na nane. Ndiyo kanisa la Mungu tumsifu Yesu Kristo. Karibuni wapendwa katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Nami naitwa Mwalimu Petro, niko Arusha nchini Tanzania. Ninakualika mtu wa Mungu mahala popote ulipo uweze kuungana na sisi katika usomaji wa Biblia. Sisi tuko Arusha na wewe hatujui ulipo kwa muda huu lakini katika ulimwengu wa roho hakuna umbali tuko pamoja katika neema ya Mungu. Tusali, tuanze rasmi kipindi chetu. Jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Mungu tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya muda ambao Bwana unatuwezesha kuweza kusoma neno lako takatifu. Tunakuinua Yesu, tunakutukuza kwa ajili ya mapenzi yako makuu ambao Bwana umeendelea kuyaachilia katika maisha yetu. Tunakuomba Roho Mtakatifu we pamoja na sisi hata huu wakati tunaoenda kusoma Biblia. Roho Mungu tusimamie, tukasome kitabu hiki cha Danieli na kila mmoja ukamjalia uelewa sawasawa na mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo tuseme amen. Karibuni sana wapendwa ambapo siku ya leo tunasoma kitabu cha Danieli ile sura ya saba na ya nane. Tuungane sasa na ndugu zetu wa wedi Project, ili tuanze rasmi usomaji wa biblia kwa njia ya sauti. Mlango wa saba. Katika mwaka wa kwanza wa Belshazar, mfalme wa Babeli, Danieli aliona ndoto na maono ya kichwa chake kitandani mwake. Basi akaiandika ndoto, akatoa habari ya jumla ya mambo hayo. Danieli akanena akisema Naliona katika maono yangu wakati wa usiku, natazama, hizo pepo nne za mbinguni zilivuma kwa nguvu juu ya bahari kubwa. Ndipo wanyama wakubwa wanne wakatoka baharini, wote wa namna mbalimbali. Wa kwanza alikuwa kama simba, naye alikuwa na mabawa ya tai. Nikatazama hata mabawa yake yakafutuka manyoya, akainuliwa katika nchi, akasimamishwa juu kwa miguu miwili kama mwanadamu, naye akapewa moyo wa kibinadamu. Na tazama, mnyama mwingine wa pili kama dubu, naye aliinuliwa upande moja, na mifupa mitatu ya mbavu ilikuwamo kinywani mwake katika meno yake, wakamwambia mnyama huyo hivi, inuka, ule nyama tele. Kisha nikatazama, na kumbe mnyama mwingine kama chui, naye juu ya mgongo wake alikuwa na mabawa manne kama ya ndege, mnyama huyo alikuwa na vichwa vinne, Akapewa mamlaka. Baadaye nikaona katika njozi ya usiku, natazama mnyama wa nne mwenye kutisha, mwenye nguvu, mwenye uwezo mwingi, naye alikuwa na meno ya chuma makubwa sana, alikula na kuvunja vipande vipande, na kukanyaga mabaki kwa miguu yake, na umbo lake lilikuwa mbali kabisa na wale wa kwanza, naye alikuwa na pembe kumi. Nikaziangalia sana pembe zake, natazama pembe nyingine ikazuka kati yao, nayo ilikuwa ndogo, ambayo mbele yake pembe tatu katika zile za kwanza zikang'olewa kabisa. Na tazama, katika pembe hiyo mlikuwa na macho kama macho ya mwanadamu, na kinywa kilichokuwa kikinena maneno makuu. Nikatazama hata viti vya enzi vikawekwa, na mmoja aliyemzee wa siku ameketi. Mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji, na nywele za kichwa chake kama sufu safi. Kiti chake cha enzi kilikuwa miali ya moto, na gurudumu zake moto uwakao. Mto kama wa moto ukatoka ukapita mbele zake; maelfu, elfu wakamtumikia, na elfu kumi mara elfu kumi wakasimama mbele zake; hukumu ikawekwa na vitabu vikafunuliwa. Nikatazama wakati huo, kwa sababu ya sauti ya yale maneno makubwa iliyoyasema ile pembe; nalitazama hata mnyama yule akauawa, mwili wake ukaharibiwa, akatolewa ateketezwe kwa moto. Na kwa habari za wale wanyama wengine, walinyang'anywa mamlaka yao, walakini maisha yao yalidumishwa kwa wakati na majira. Nikaona katika njozi ya usiku, na tazama, mmoja aliye mfano wa mwanadamu akaja pamoja na mawingu ya mbingu, akamkaribia huyo mzee wa siku, wakamleta karibu naye, naye akapewa mamlaka na utukufu na ufalme ili watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote wamtumikie. Mamlaka yake ni mamlaka ya milele ambayo hayatapita kamwe, na ufalme wake ni ufalme usioweza kuangamizwa. Basi mimi Danieli, roho yangu ilihuzunika mwilini mwangu, na hayo maono ya kichwa changu yakanifadhaisha. Nikamkaribia mmoja wa hao waliosimama karibu, nikamuuliza maana ya kweli ya hayo yote. Basi akaniambia akanijulisha tafsiri ya mambo hayo. Wanyama hao wakubwa walio wanne ni wafalme wanne watakaotokea duniani, lakini watakatifu wake aliye juu wataupokea ufalme na kuumiliki huo ufalme milele, nam hata milele na milele. Kisha nalitaka kujua maana ya yule mnyama wanne aliyekuwa mbali na wenziwe wote, wenye kutisha sana, ambaye meno yake yalikuwa ya chuma na makucha yake ya shaba aliyekula na kuvunja vipande vipande, na kukanyaga mabaki kwa miguu yake, na habari za zile pembe kumi zilizokuwa kichwani mwake, na ile pembe nyingine iliyozuka ambayo mbele yake zilianguka pembe tatu, yani pembe ile yenye macho na kanwa lililonena makuu, ambayo kuonekana kwake kulikuwa hodari kuliko wenzake. Nikatazama, na pembe hiyo hiyo ilifanya vita na watakatifu ikawashinda, hata kukaja huyo mzee wa siku na watakatifu wake aliye juu, wakapewa hukumu na majira yakawadia watakatifu wa umiliki ufalme. Akanena hivi, huyo mnyama wa nne atakuwa ni ufalme wa nne juu ya dunia utakaokuwa mbali na falme zile zote, nao utakula dunia yote na kuikanyaga na kuivunja vipande vipande. Na habari za zile pembe kumi katika ufalme huo wataondoka wafalme kumi, na mwingine ataondoka baada ya hao, naye atakuwa mbali na hao wa kwanza, naye atawashusha wafalme watatu. Naye atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, naye ataazimu kubadili majira na sheria; nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati mbili na nusu wakati. Lakini hukumu itawekwa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 lakini naliliweka jambo hili moyoni mwangu. Mlango wa nane. Katika mwaka wa tatu wa kumiliki kwake mfalme belshazar maono yalinitokea mimi naam, mimi Danieli, baada ya hayo yaliyonitokea hapo kwanza. Nami naliona katika maono, ilitukia nilipoona nilikuwako huko Shushani ngomeni, katika wilaya ya Elamu nikaona katika maono, nami nalikuwa karibu na mto Ulai ndipo nikainua macho yangu nikaona, natazama mbele ya mto, alisimama kondoo mume mwenye pembe mbili, na pembe zile mbili zilikuwa ndefu, lakini moja ilikuwa ndefu kuliko ya pili, na ile iliyokuwa ndefu zaidi ilizuka mwisho. Nikamwona huyo kondoo mume akisukuma upande wa magharibi, na upande wa kaskazini, na upande wa kusini T, wala hakuna mnyama yeyote awezaye kusimama mbele yake wala hakuna mnyama yeyote awezaye kupokonya mkononi mwake, lakini alitenda kama alivyopenda mwenyewe, akajitukuza nafsi yake. Nami nilipokuwa nikifikiri, tazama, beberu akatoka upande wa magharibi juu ya uso wa dunia nzima, bila kuigusa nchi. Na beberu yule alikuwa na pembe mashuhuri kati ya macho yake, naye akamwendea huyo kondoo mume mwenye pembe mbili, niliyemwona akisimama karibu na mto akamshambulia kwa ghadhabu za nguvu zake. Nikamwona akimkaribia kondoo mume, akamwonea hasira kali, akampiga kondoo mume, akazivunja pembe zake mbili, na huyo kondoo mume alikuwa hana nguvu kusimama mbele yake, bali akamwangusha chini akamkanyaga kanyaga, wala hapakuwepo awezaye kumwokoa kondoo mume katika mkono wake. Na yule beberu akajitukuza sana, na alipokuwa na nguvu pembe ile kubwa ilivunjika, na badala yake zikazuka pembe nne mashuhuri zilizoelekea pepo nne za mbinguni. Na katika moja pembe hizo ilitokea pembe ndogo iliyokuwa sana upande wa kusini, na upande wa magharibi, na upande wa nchi ya uzuri, nayo na ikakuwa kiasi cha kulifikilia jeshi la mbinguni, ikaangusha chini baadhi ya jeshi lile na ya nyota, ikazikanyaga naam ikajitukuza hata juu yake aliyemkuu wa jeshi hilo, ikamwondolea sadaka ya kuteketezwa ya daima, na mahali pa patakatifu pake pakaangushwa chini. Na jeshi likatolewa kwake pamoja na sadaka ya kuteketezwa ya daima kwa sababu ya makosa, nayo ikaiangusha kweli hata chini, ikatenda ilivyopenda na kufanikiwa. Ndipo nikamsikia mtakatifu mmoja akinena na mtakatifu mwingine, akamuuliza huyo aliyenena hayo maono katika habari ya sadaka ya kuteketezwa ya daima na lile kosa lifanyalo ukiwa, yataendelea hata lini, kukanyagisha patakatifu na jeshi? Akamwambia, hata nyakati za jioni na asubuhi elfu mbili na mia tatu. Ndipo patakatifu patakapotakaswa. Ikawa mimi naam, mimi Danieli nilipoyaona maono hayo nalitafuta kuyafahamu, na tazama alisimama mbele yangu mmoja mfano wa mwanadamu. Nikasikia sauti ya mwanadamu katikati ya mto Ulai, iliyoita na kusema, Gabrieli mfahamishe mtu huyo maono haya. Basi alipakaribia mahali niliposimama, nami naliogopa; alipokaribia nikaanguka kifudifudi. Lakini aliniambia, fahamu, e ee mwanadamu, kwa maana maono haya ni ya wakati wa mwisho. Basi alipokuwa akisema nami nalishikwa na usingizi mzito, na uso wangu uliielekea nchi, lakini alinigusa akanisimamisha wima, akaniambia: Tazama, nitakujulisha atakayokuwa wakati wa mwisho wa kadhabu, maana ni ya wakati wa mwisho ulioamriwa. Yule kondoo mume uliomwona mwenye pembe mbili, hizo ndizo wafalme wa Umedi na Uajemi. Na yule beberu mwenye manyoya mengi ni mfalme wa Uyunani, na ile pembe kubwa iliyo kati ya macho yake ni mfalme wa kwanza. Tena katika habari ya pembe ile iliyovunjika ambayo badala yake zilisimama pembe nne, falme nne zitasimama kutoka katika taifa lile, lakini si kwa nguvu kama zake. Na wakati wa mwisho wa ufalme wao, wakosao watakapotimia, mfalme mwenye uso mkali, afahamuye mafumbo, atasimama, na nguvu zake zitakuwa nyingi mno lakini si kwa uwezo wake mwenyewe, naye ataharibu kiasi cha kustaajabisha watu, na kufanikiwa na kutenda pendavyo. Naye atawaangamiza hao waliohodari na watu watakatifu. Na kwa mashauri yake atafanikisha hila mkononi mwake, naye atajitukuza nafsi yake moyoni mwake, naye atawaangamiza wengi katika hali yao ya salama, naye atasimama kushindana naye aliye mkuu wa wakuu, lakini atavunjika bila kazi ya mikono. Na maono ya hizo nyakati za jioni na asubuhi yaliyosemwa ni kweli, lakini wewe yafunike maono hayo, maana ni ya wakati ujao, baada ya siku nyingi. Na mimi Danieli nikazimia, nikaugua siku kadha wa kadha, kisha nikaondoka, nikatenda shughuli za mfalme, nami naliyastaajabia yale maono, ila hakuna aliyeyafahamu.